Nimemwona hapa kaimu waziri mkuu mzee wangu Mkuchika, niseme tu jambo moja, wizara ya katiba na sheria walikuja na kampeni ya Samia ligo kampeni. Ninaomba uh, msimamizi wa shughuli za bunge za serikali hapo bungeni, siku ya tarehe kumi na tano mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano dabi ya Simba na Yanga tuipe jina ya Samia dabi kampeni, ili tuendelee kumuunga mkono Mama Samia, ili tuendelee kuunga mkono michezo katika nchi yetu. Lichukue hilo kaka yangu, mzee wangu Mkuchika, lipeleke, mje na mje na mpango, mje na Samia dabi kampeni, na ambaye hatapeleka timu tutaona hata matatizo. Baada ya kusema elizu, naunga mkono. Asante, asante, asante sana. Ni mtaja mheshimiwa Amina Ali Mzee, mheshimiwa Francis Kumba Ndulani ajiandae.